Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinacholetwa kwenu na Tan Business Channel Online Television siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kipindi chetu cha leo tutazungumzia biashara ya nguo za kushona na kama mnavyofahamu e, biashara ya nguo imeganyika sehemu mbalimbali na mojawapo ni ile ya kushona nguo. Sasa biashara ya kushona nguo, kama utakuwa umejipanga vizuri na kufanya mambo muhimu ambayo yanayokubalika, ni biashara nzuri, ina unaweza ukapata faida kubwa na hiyo biashara ikawa endelevu. Lakini kinyume cha hapo, kama unaanzisha biashara ya kushona nguo ambapo bila kufuata taratibu zinazokubalika kwa maana kwa kuwa unafanya makosa mbalimbali, kuna uwezekano mkubwa biashara yako ya nguo ikayumba na hata pengine kufilisika. Sasa kwenye kipindi hiki nitajaribu kuangalia makosa kama tisa hivi ambayo inabidi uepuke kama unataka kuanzisha biashara ya kushona nguo ambayo inapata faida na hivyo kuwa endelevu. Sasa hebu tuangalie hayo makosa tisa ya kuepuka. Kosa la kwanza ni kutofanya uchaguzi sahihi wa biashara ya nguo ya aina gani unataka kuanzisha, kwa sababu kwenye biashara ya nguo za kushona ziko aina mbalimbali za hiyo biashara ya nguo za kushona. Mmoja unaweza ukawa unanunua vitambaa na kuviweka pale mahali unapofanya biashara, wanakuja wateja, wanachagua vitambaa, alafu unawashonea hiyo ni aina moja ya biashara ya kushona nguo. Biashara nyingine ni kuwa wateja wanakuja na vitambaa vyao, na wakifika pale kwako wanakuambia bwana, mimi nataka tu eh, nishonee nguo fulani na nakuelekeza anavyotaka mitindo na nini. Kwa maana kwa, na wewe pale unaweza ukawa na kitabu cha mitindo mbalimbali, basi mhusika anakuja anachagua, kwa hiyo unamshonea nguo yake alafu anakulipa hiyo ni njia ya ya pili. Njia ya tatu ni wewe unanunua vitambaa alafu unashona nguo bila ya ku- ku kuongea na wahusika. Kwa maana kwa, kwa mfano kama ni uniform za shule, we unajua uniform za shule ni za aina gani, basi unanunua vitambaa unashona. Kwa hiyo tofauti inakuwa ni size tu mbalimbali. Basi sasa aidha unaweza ukawa unatungika pale kwenye kwenye biashara yako au ukawa unapeleka kwenye maduka ya nguo. Kwa hiyo kwa kifupi, kuna aina mbalimbali za biashara ya kushona nguo ambayo unaweza ukafanya. Sasa cha msingi ni kuchagua aina ambayo ni sahihi kutokana na mazingira yako ya kufanya biashara ya kushona nguo. Kosa la pili ambalo unaweza ukalifanya ni kutochagua sehemu sahihi ya kufanya hiyo biashara yako, kwa sababu ukichagua sehemu sahihi ina maana utapata wateja wengi na biashara itakuwa vizuri. Usipo ukichagua sehemu ambayo sio sahihi, inaweza ikawa shida kupata wateja. Kwa hiyo usifanye kosa la kuchagua sehemu ambayo sio nzuri kwa kufanya biashara ya kushona nguo. Kwa hiyo hilo ni kosa la pili la kuepuka. Kosa la tatu ni swala la fursa Unajua, unaweza ukachagua mahali pa kufanya biashara ya kushona nguo lakini, pengine hiyo sehemu uliochagua hakuna fursa ya kufanya hiyo biashara ya kushona nguo. Kwa hiyo litakuwa ni kosa kubwa sana kama utaanzisha biashara ya kushona nguo bila kutambua fursa ya ya kufanya e, biashara biashara ya kushona nguo katika hilo eneo, matokeo yake biashara yako inaweza ikasuasua sana. Namba nne ni swala la wateja. Lazima ufanye uteuzi sahihi wa wateja. Sasa kwenye wateja hapa kuna labda wateja wa wanawake, kwa maana utakushona nguo za wanawake, wateja wanaume, utakushona nguo za wanaume, au wateja watoto, labda watoto wa shule, au labda wafanyakazi wa makampuni, au kama ni kwenye majeshi na vitu kama hivyo, sehemu mbali mbali. Kwa hiyo ni vizuri ufanye uteuzi mzuri wa wateja utakaowahudumia hiyo ni ya muhimu sana, kwa sababu ukishakuwa na kundi la wateja la kuhudumia, mambo mengine yanakuwa ni rahisi sana kutekeleza. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Jambo linalofuata linakwenda pamoja na hili la kuteua wateja, ni swala la huduma, kwa sababu usipofanya hivyo, usipokuwa na wateja, yani kama ukuteua wateja hata kwenye kutoa huduma itakuwa wewe una una una kisia tu labda wateja wanataka hii, labda wateja hii na hiyo. Sasa inakuwa ni kosa na umelifanya. Sasa kama umeteua wa wateja au kundi la wateja la kuhudumia, inatakiwa ufanye mawasiliano na hilo kundi. Sasa wao ndio watakao kuambia wanapendelea vitu gani kuhusiana na swala la huduma. Sasa hilo ni la muhimu sana, swala la huduma kwa wateja lazima uwe umeongea na wenyewe, watakueleza aina ya huduma wanazopenda. Jambo lingine ni swala la aina ya nguo au vitambaa ambavyo vitakuwa na mvuto kwa wateja. Sasa kama una utaratibu wa kuwa na kundi la wateja na hilo kundi unaongea nao sasa hata kwenye swala la vitambaa vya nguo unaweza ukawa unaleta vitambaa ambavyo pengine vimepitwa na wakati au pengine wenye hawapendi au pengine rangi sio zenyewe kwa hiyo utakuwa unafanya makosa makubwa unanunua vitambaa kwa kwa hisia zako tu bila kujua wateja wanavihitaji au hawavihitaji sasa usifanye hilo kosa la la kununua vitambaa ambavyo Eh, huna uhakika kama hao wenyewe ndio wanavihitaji au namna gani? Kwa hilo ni kosa mojawapo ambalo inabidi uliepuke. Naona tupumzike kidogo, halafu tutaendelea na mada yetu ya inayohusu makosa ya kuepuka unapoanzisha biashara ya kushona nguo. Sasa tuendelee na mada yetu, na kosa lingine ambalo inabidi uliepuke ni linahusiana na mitindo. Unajua mambo ya kushona nguo yanakwenda sana na mitindo. Sasa kama hutakuwa na utaratibu wa mzuri wa kufahamu mitindo mizuri ambayo wateja wanapenda, utakuta wateja hawakuji, hawaji kwako kwa sababu wanaona mambo yako yamepitwa ya na wakati. Kwa hiyo ni usifanye kosa la kutokuwa na utaratibu mzuri wa kufahamu mitindo. Sasa hii mitindo unaweza ukaifahamu kwa kuangalia kwenye majarida au magazines mbalimbali za mambo ya mitindo eh, lakini pia kwa hapa Tanzania kuna wataalamu wa mambo ya fashion au fashion designers. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe aina ya mitindo ambayo, eh, wateja wanapenda. usi-, usi usifanye makosa ukawa wewe mwenyewe tu unaamua E, mitindo wakati una uhakika wateja wanapenda mitindo ya namna gani. Lingine ni kufanya biashara au kuanzisha biashara ya kushona bila kuwa na plani. Hiyo ni kosa, kwa sababu kushona nguo ni biashara kama biashara nyingine. Kwa hiyo kama ni biashara lazima iwe na plani. Kwa hiyo tengeneza plani, na hiyo plani ndio itakayokuwa na budget pia ya ku, ya kukupa ku, ku, mwelekeo kwa sababu kwenye plani kuna kuweka malengo na kuweka mipango ya kupata rasilimali na kutekeleza hiyo plani. Kwa hiyo swala la plani ni, ni muhimu sana. Usifanye biashara ya nguo, kushona nguo bila kuwa na plani. Kosa lingine ni unaanzisha biashara ya nguo bila kufanya makadirio sahihi ya mtaji. Mtaji wa biashara ya nguo sasa, matokeo yako unaweza kukuta unaishiwa hela kwenda kununua vitambaa, kwa sababu mtaji mdogo. Kwa hiyo hakikisha unafanya makadirio ya sahihi ya mtaji wa biashara ya kushona nguo, lakini pia ufahamu au ufanye matayarisho ya kujua wapi utapata mtaji wa kufanya biashara ya nguo. Kosa lingine ni suala so, linahusiana na kutengeneza mahesabu. Unajua, watu wengi wanafikiri eti biashara ya kushona nguo hiyo ni biashara ndogo, kwa hiyo hakuna haja ya kutengeneza hesabu. Hilo ni kosa. Hakuna biashara ambayo haihitaji kutengeneza mahesabu. Kutengeneza mahesabu ni muhimu sana kwenye biashara, kwa hiyo weka utaratibu wa kutengeneza hesabu. Wewe kama uwezi kutengeneza hesabu, tafuta mtu wa kusaidia kukutengenezea hesabu. Kwa sababu hizi hesabu ndio zitakazo kuonyesha kama biashara yako inapata faida au inapata hasara, madeni yanaongezeka au yanapungua, lakini pia kama mtaji wa biashara unaongezeka au unapungua. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na mwisho kosa ambalo usilifanye ni kutotangaza biashara. Usifanye kosa ya kutotangaza biashara, kwa sababu usipotangaza biashara, sasa nani atafahamu hiyo biashara yako? Kwa sasa, hapa kuna mambo mawili kwenye kutangaza. Una kutangaza kwanza, unatangaza biashara kwa ujumla, yani biashara yako yaani jina la biashara yako, ili watu waweze kufahamu ah, naenda kwa fundi fulani, e, yeye ni bingwa ya kushona nguo. Kwa hiyo jina la biashara ni muhimu sana, au kwa jina kwa lugha ya, ya, ya kitaalamu wanasema ni brand, brand name, yaani jina la biashara ni muhimu. Kwa hiyo lazima ulitangaze lakini namba mbili ni swala la mitindo sasa, unayoshona na nguo unazoshona nazo ni lazima uzitangaze, ili wateja waweze kufahamu. Sasa unatangaza namna gani? Sasa hapo ndio kwenye changamoto. Unaweza ukatangaza, kama mtaji unakuruhusu, unaweza ukatangaza kutumia television, unaweza ukatangaza kwa kutumia mabango kwa maana kwa unaweka mabango sehemu mbali mbali za mji ili watu waone, kwa ah, kumbe kuna jamaa hapa mkali sana kutengeneza biashara. Sasa kwenye bango pale utaonyesha jina lako la biashara, lakini na nguo unazo unazoshona. Nyingine ambayo sasa hivi ndio ya muhimu sana kwa sasa hivi ni kutumia intaneti, naenda kwenye mitandao ya jamii, tangaza biashara yako ili watu wakufahamu, wafahamu kwanza jina la biashara yako, lakini wafahamu mitindo yako na shona. Ni muhimu sana lakini, pia kwenye internet ndio utakapoweza kuwasiliana na wateja wako, na watakueleza wanachotaka, watakukosoa mambo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo, hiyo ni muhimu sana. Sasa nimejitahidi kuelezea mambo yote ni ambayo ni ya muhimu, ambayo usifanye kosa kutoyatimiza. Kwa hiyo ndio maana tumesema makosa yako kama makosa tisa au kumi hivi ambayo kama utayafanya kuna uwezekano mkubwa biashara yako ikayumba. Kwa hiyo epuka kufanya hayo makosa ili biashara yako ya kushona nguo ipate faida na wakati huo huo iweze kuwa endelevu. Naona niishie hapo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 usiku na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.